Ujambo du, mtazamaji popote pale ulipo, unaponifuatilia kupitia mitandao ya kijamii kiwemo Facebook pamoja na YouTube, karibu sana. Hii ni Embassy Academic Center, tupo Morogoro mjini, kata ya Tungi na mtaa wa Mafisa. karibu sana, twende pamoja. na shule yetu inajihusisha na nini? Shule yetu ya Embassy Academic Center inapokea vijana wote ambao walimaliza kidato cha nne au kidato cha pili na hawakufanya vizuri katika masomo yao, lakini pia wapo ambao walimaliza darasa la saba vile vile pia hawakufanya vizuri katika masomo yao. Kwa maana e, kituo chetu sasa tunashughulika na hawa vijana, tunawachukua, tunawasaidia katika masomo yao, wanafanya vizuri kabisa katika mtihani ya kitaifa ya kidato cha nne pamoja na kidato cha pili. Tunao uzoefu zaidi ya miaka kumi sasa, tuna wasaidia hawa vijana. Kwa hiyo wewe mzazi unayenifuatilia sasa hivi, wewe kijana unayenitazama sasa hivi katika kipindi hiki, popote pale ulipo nchi nzima, tupigie simu kwa namba zifuatazo, tupigie kwa sifuri saba 66 85 52 40 au tupigie kwa 0769 769 631674. Vijana wote ambao wapo majumbani au wewe kijana unayenitazama sasa hivi ulifeli form 4, ama form 2, na ukajua kwamba huo ndio mwisho wako wa elimu, tena, yapo maisha baada ya kufeli. Maana yake ufadhili wa masomo unapatikana hapa Embassy Academic Center, utasoma bule kabisa bila gharama yoyote, lakini vile vile pia kipo kiasi kidogo upande wa hosi utachangia, ambayo tumekiandika hapo kwenye maelezo. Kwa hiyo unapotufollow kwenye uh, Facebook utatumiwa fomu yenye maelekezo ambayo utayasoma yale maelekezo, na baada ya kusoma yale maelekezo utatupigia simu tunazo maeneo mazuri kabisa ya kufikia ambazo ni ziko chini ya usimamizi wa uh, patron kwa upande wa wavulana. Maanake maeneo yameandaliwa vizuri kabisa, na patrons wako kwa ajili ya kusimamia vijana uh, wa, wa, wa kiume, lakini pia vijana wa kike wapo uh, matron ambao pia ni special kwa ajili ya kuwasaidia pia saikolojia. Pia Embassy Academic Center tunazo timu za walimu ambao walimu hawa pia wapo kwa ajili ya counsel and the guidance kwa maana ya ushauri na saha. Kwa sababu mtu anapofika mahala ana fail, maana yake lipo tatizo liyompelekea fail. Sasa Embassy Academic Center tumekuja na solution moja kwamba tunaangalia kitu gani kilichompelekea kijana fail feli. Kwanza tunaktibu kwanza kile kitu, haijalishi kile cha kimwili au cha kiroho, lazima tushughulike nacho kwanza. Baada ya hapo sasa, kama ni kisaikolojia tu ya kiakili basi tutaendelea kumjenga baada ya hapo, ataendelea kufundishwa. Tuna uzoefu zaidi ya miaka kumi sasa, na tumeona matokeo yakiwa mazuri zaidi. Vijana wengi wamekuja hapa na division zero, kwa maana walifeli kabisa, lakini leo hii wameenda chuo kikuu na wanafanya vizuri sana. Maana yake yapo maeneo ambayo wengi wao wameyasahau. Shule nyingi za private za binafsi vinahangaika na vijana ambao wanakuwa na ufaulu wa juu division one ndio maana kuna michujo, lakini sisi hapa eh, Embassy Academic Center tunachukua wale lowest zaidi ambao pengine wamekataliwa kwenye mashule katika jamii kwamba hawa hawawezi, lakini wanapofika hapa Embassy Academic Center ndio wanafanya vizuri zaidi, baadae ya kuwa mkia wanakuwa vichwa. Wewe mzazi unaniangalia sasa hivi hapa, kama mwanao alikuwa mkia na ulisemia maneno mengi, atakapofika Embassy Academic Center hapa atakuwa kichwa ndani ya miezi kadhaa na kuhakikishia atakuwa na mabadiliko. Karibu sana Embassy Academic Center. Ninayekuletea matangazo haya mimi ndiyo mkurugenzi mkuu wa kituo hiki cha Embassy Academic Center. Narudia tena, kwa mawasiliano zaidi naomba tupigie kwa 0766855240 au tupigie kwa 0769631674. Embassy Academic Center ndo solution yako. Karibu sana na Mungu akubariki sana.